Umekeao vizuri kwa stadi Simba na ndio maana unaomba. Kipindi cha kwanza kinaisha, nafasi moja tu ya Mutale unaweza kaiongelea sawa, lakini kipindi cha pili Simba kaja kuonyesha ukubwa wake, na hiyo ndio maana ya timu kubwa. Lakini ukiangalia kimfumo, kila kitu Amadi aliweza kuwasoma vizuri Simba na kuweza kuishi nao, lakini tunakuja sasa pale kwenye quality ya mchezaji mmoja mmoja, maamuzi ya mchezaji mmoja mmoja ndio yanatofautisha mchezaji mmoja na mwingine, na ndio maana mwingine anaweza kalipwa milioni, mwingine kalipwa milioni 30, sio kwamba wote mpira ni ule, ule basics zile zile, lakini unafanya nini wewe kama binafsi, kwa hicho ndio ambacho kimekuja kuamua mchezo. Uh, kabla ya kuingia Morris, Simba kama ilikuwa flat, lakini unaona anaingia Morris na sababu nyingine zinafanyika, Simba inaamka, e, wana, u, mechi inakuwa nzuri, wanaichukua. Na baada ya kutoka nyuma sasa, bidi Simba aonyeshe ukubwa wao, na hiyo ndio maana ya timu kubwa kwamba lazima hata kama umepoteza lakini uoneshe fighting spirit yao ambayo mnayo. Kwa hiyo mwisho wa siku ni mechi nzuri ambayo matokeo yamedeserve. Simba angeweza kushinda zaidi ya hapa ya kwa nafasi ambazo amezipata, na mwisho wa siku alama tatu zimeenda kwao, lakini JKT kuna kitu anakitengeneza, na uzuri ni wachezaji wote wa ndani, kwa hiyo ni faida kwetu kwa Watanzania kwa hiki ambacho kinaendelea, na amadi kile ambacho anakifanya. Nadhani umeangalia uh, mchezo vizuri. Maeneo gani ambayo JKT walikuwa bora sana kwenye mchezo wa leo? Kwenye kucontrol mchezo walikuwa hawana haraka ku, ya, ya, ya, ya, ya, ku, ya kuachia mpira, walikuwa hawabutui, wanafanya build up kutoka nyumbani. Na hiki ukiona ukifanya hiki timu kubwa huwa azipendi, kwa sababu nazo zina safa kutafuta mpira. Tofauti na mechi nyingine, unaona tu timu imebutua mpira, wanajipanga kwa ajili ya kuzuia. Wao pia walikuwa napata nafasi ya kucheza pata nafasi ya kutengeneza nafasi pia wanaenda wanapushi Simba hivyo, lakini Simba nao walikuwa kupata mpira nao unaona yao unaona jinsi gani ambavyo wanaweka wa mashambulizi yao. Kwa hiyo mwisho wa siku ni mechi nzuri ambayo baada ya muda mrefu kutoka kuona michezo tunakuja kuona mechi kama hii, inakupa radha ile ya kurudi uwanjani tena na kushangilia mpira. Mchezo wa kwanza wa ligi kuu wa kocha Pantev, tuseme kwamba tayari ameshaanza kuleta zile mbinu zake kwenye timu ya Simba. Inawezekana, lakini mimi naamini makocha wanahitaji muda mrefu sana kuweka kila asilimia mia, mia kile ambacho nakitaka ndio maana kuna wengine wanaomba siku tisini wengine wanaomba miezi, miezi minne mitano, wengine wanakuambia msimu. Hapana, kila mtu na lakini, mimi naamini baada ya siku tisini tutaiona Simba tofauti zaidi ya hii, japokuwa hii unaiona sasa ile spiriti imeamka. Uh, wanacheza kwa kasi, hasa kipindi cha pili tumeona hivyo. Uh, mara nyingi ulikuwa unaona sometimes kipindi cha pili wana, wana drop hasa kwenye fitness, lakini leo unaona ndio timu imeamka, labda kwa sababu walikuwa nyuma kwa goli moja. Mwisho wa siku ilikuwa hawana cha, cha kupoteza, lazima waende kupush, lakini mwisho wa siku ni Simba ambayo imechangamka, fiziki ipo, wachezaji wapo, vipaji vipo, na na wachezaji wengi vijana ambao wanaweza kupambana

mambo yatakuwa tofauti tu. Simba hii inaweza kutupa matumaini kimataifa ya kama Simba iliyopita imeingia hadi finali, kwa nini Simba hii sikupata matumaini? Yeah. Asante sana. Shukrani sana.